Na nilimwambia Mediali baada ya ule mchezo kwamba namsubiri Manyara, Manyara, yeah. Nilimwambia uzuri, anafahamu nikishasema nakusubiri Manyara, yeye alielewa nilikuwa yeah, na namaanisha jambo gani, na ni kweli tunawasubiri Manyara na wakija basi <muchas> Bwana mtazamaji wa D&A TV leo, hapa nipo na afisa habari wa timu ya Fountain Gate Isa Mbuzi. Tutazungumza mambo mengi sana kuhusiana na timu yake, lakini pia vitu vingi sana wa, kwa sababu e, wamepata ruhusa ya FIFA kuhusiana na zile, ile sakata ambayo ilikuwa limeendelea mpaka wao wanaanza mechi wakiwa wachezaji wao ambao wamewasajili wa kimataifa hawajakwenda kucheza. Tutazungumza mengi sana kuhusiana na stori hiyo, lakini pia kuna vitu vingine atatu, atatuambia yeye kama afisa habari michezo ambayo wanakwenda kucheza, wamejipangaje kama Fountain Gate, na kwa nini yuko mjini, wana jambo gani? Story nyingi tutapiga ya msingi, kubaki na sisi kama jamaa na familia. Kama bado jamaa na familia, subscribe, alafu bonyeza alama ya kengele, uwe mtu wa kwanza kupata kila kitu ambacho kinajitokeza. Mimi ni mzee wa mida, nyuma ya kamera director Jovano, akizingatia kila kitu kinakuwa sawa. Isa Mbuzi, Mzee wa Mida. Mambo vipi Fresh, mwanangu uko vizuri? Unyama, tuko Masaki, hey, uzunguni, hey, tumepoa sure. hey, kutoka tu bahari hapa mzee, nilipita wakati nakuja hapa, nilipita hapo hmm. kuna jamaa akanipitisha kwenye hizo fukwe za bahari. Awe, awe, yeah. Fresh. Bwana umetoka Babati, upo mjini sasa hivi, hali hmm. ya hewa kule ikoje kwanza? kule sasa hivi sio baridi sana hmm. uh, lakini ikifika jioni lazima utembee na suweta, sababu chochote kinaweza kikatokea hmm. hali ya hewa ni nzuri, kila kitu kiko sawa bwana. yeah. hmm. kwenye game na Simba baada ya matukio kumalizika ulizungumza na tulikuuliza pale maswali hmm. Ukasema kwamba watu wengi mlidhania leo kitatokea kiama, lakini simba cha moto amekiona. Eh, confidence ulitoa wapi? Jua sio confidence, ndio uhalisia ulivyokuwa, unajua kabla ule, <laughs> kabla ya ule mchezo kila mmoja alikuwa anazungumza lake. Eh, wapo ambao walikuwa naamini sisi tutajivunja kama Tabora United <laughs> lakini wapo ambao walikuwa naamini kama tukimaliza dakika 90 basi 10 15 20 inakuwa sio stori tena. Yaani, matokeo ambayo sisi tuliyapata yalikuwa stori, lakini uh, kama tungefungwa mabao kuanzia saba nane isingekuwa stori, kwa sababu kila mmoja aliamini itakuwa hivyo. Kwa hiyo uh, baada ya sisi kuwakazia ku, ku, ku, ku, ku, kuwang'ang'ania na kufungwa zile chuma tatu, ndio maana nikawa nimesema nime uh, tulistahili pongezi, kwa sababu vijana walipambana, walijitoa kwa nguvu na jasho kuhakikisha kile ambacho watu wengi walikuwa nakifikiria, uh, hakiwezi kikatokea kika. Ndomaana baada ya mchezo nilizungumza kwamba eh, hapa tu hatujakamilika, kama tungekuwa tumekamilika dhahama ingetokea hapa, watu wangeondoka wamenuna ile siku. Kwa mantiki hiyo, maanake uliona Simba kama vile eh, walikuwa wamecheza kwa kiwango cha chini sana sana. Na sio kiwango cha chini, ni kwa sababu sisi tuliwalazimisha waonekane wao ni wa kawaida kwa sababu ya mfumo mbinu na nguvu kubwa ya wachezaji ambayo walitumia ile siku ili siku ilisababisha Simba ionekane ni timu ambayo imecheza chini ya kiwango kabisa. Kwa sababu kwenye ule mchezo sisi ndio ilikuwa timu ya kwanza kufika golini kwa Simba. Licha ya ufinyu wetu, licha ya ugonjwa wetu ambao tulikuwa nao, lakini tulifika kwenye goli la Simba mara mbili tukapiga mashuti mawili. Lakini ndio hivyo, mwisho wa siku tulishindwa tulishindwa kukosa utulivu na zile nafasi hazikubadilika kuwa mabao. Wenzetu wakapata nafasi moja, akaibadilisha kuwa bao na wakaenda wakamaliza mechi kwa mabao matatu, inabidi wasikitike. Hmm. Kwa sababu hawatatukuta tena tukiwa na hali ile eh? Hmm. Haiwezi kutokea tena watukuta tukiwa na hali ile hmm. Haiwezi kutokea badani, asilani, na nilimwambia mediali baada ya ule mchezo hmm. Anafahamu namsubiri Manyara. Nikishasema nakusubiri Manyara, Manyara. Yeah, ya alielewa nilikuwa hmm. na maanisha jambo gani, ni kweli tunawasubiri Manyara na wakija basi tutalipa kisasi kisasi, kisasi ni haki. nilimwambia hii yeah, mazombi style ambayo tulipiga hapa ilishindwa yeah, kufanya kazi vizuri lakini kule na yeah, nikampa sasa, achague awamue atakuwa ni nani yeah, wa kujiweka mwenyewe kambani atakuwa ni nani? msimu jana alikuwa cha Sam. E, sasa msimu huu atakuwa nani? <laughs> achague, <laughs> achague mwenyewe e, nani atajifunga na sio kujifunga, yeah, na kama kwa sababu sisi tutafunga magoli zaidi ya mawili kwa kama atajifunga wenyewe atajichagua atajichagua wenyewe atajifunga nani? Rushaina kama anaokoa atapiga eh, kichwa ingia golini, sawa eh, kama Kibodeni atapiga back pass ingia kule, sawa, kama Jani Chaze haua, watajichagua wenyewe, lakini kisasi ni haki, lazima turudishe alama zetu tatu ambazo tulizipoteza kwenye mchezo wa kwanza. kama mnatamani vile sana sana Simba, sio kuwatamani kwa sababu tuliwaambia ni uhalisia. kama walishindwa kutufunga tukiwa tujatimia, tukitimia watatufunga. Yaani, I mean kama walitufunga tuk..., yani tuko hatujatimia, wametufunga magoli machache hmm. na sisi tulifika kwenye goli lao zaidi ambavyo walifika kwenye goli letu letu. hmm. Tukitimia watasogelea hata goli letu lenyewe, kwa hiyo hmm. ni uhalisia, wasinune, wasikasirike, huo ndo ukweli kwa hmm. sababu sisi tumewapania na tunataka kweli tuwaonyeshe. Awamu ya mwanzo walivyofika, wal, walitokea kwenye tundu la sindano, lakini awamu hii ya pili hawezi kutoka, na huo ndo uhalisia bana. Sawa, habari uh, njema. Tayari kama tayari uh, FIFA wameruhusu na vibali hivyo kuzungumza na Watanzania jinsi ya timu yenu, jinsi ambavyo mnakwenda lakini pia uh, watu ambao wanatamani kuona Fountain Gate. Maneno yalikuwa ni mengi sana jinsi ambavyo ligi inaanza, timu ina do inaanza iko chini, lakini pia watu hawapati nafasi ya kucheza wale ambao mmewasajili. Kwanza kufunguliwa kwetu ni taarifa njema kwetu sisi na Watanzania na watu wote ambao walikuwa wanatuombea mema, na lakini pia inaenda kuondoa ile unyonge ambao tulikuwa nao kwa kuonekana da ah, hii sasa tutakuwa pungufu hivi mpaka lini? kwa hiyo Uh, wajipige kifua mashabiki, wajipige kifua tu wote ambao wanatutakia mema. Timu imekamilika na tunakwenda kuianza ligi rasmi. Kwa wakati tunaelekea kuianza ligi rasmi, lazima wakumbuke kwamba tunaelekea kwenye kuzindua jezi zetu mpya kesho, kesho kutwa, lakini tunakwenda kwenye tamasha letu la Tanzanite Day kuwaonyesha wachezaji kwa mashabiki wetu wa Manyara. Tukutane nayo kwa pamoja na tuwambie unyonge sasa umeishia hapa na Watanzania ama wana Babati kwa ujumla wategemee tamasha la namna gani? Uh, itakuwa ni hmm, tamasha bora, tamasha ambalo litavuta hisia ya watu wengi hmm, kwa sababu sisi tunatamani tukutane na watu wetu hmm, tunatamani tufurahi kwa pamoja hmm, na watu wetu hmm. Uh, mpinzani ambaye tumemchagua kwenye huo kwenye mchezo wa kirafiki ni mpinzani ambaye tunaamini atatupa burudani na tutamfunga na tutamfunga kwa vyovyote takavyokuwa. Kwa hiyo tukutane tarehe 12 mwezi huu pale Azara e, kuanzia mchana, mchana hivi mpaka jioni tutoka tunakamilisha e, furaha yetu. Baada ya hapo sasa yataanza maandalizi rasmi kuelekea kwenye mechi ya tarehe 17 dhidi ya Dodoma Jiji. Mmeandaa timu hipi hiyo ama timu gani ambazo zimeleta maombi kwa ajili ya tamasha lenu tumeomba. Ndo mmeomba timu ngapi ambazo mmeziomba? Timu ngapi? Timu nne, Simba ikiwepo hmm. Mtibwa Shuga hmm. Mbeya City Uh, lakini timu moja sitaki kuitaja kwa sababu imetoa ime, ime sharti sizungumzwe, e, lakini e, nafasi ipo hata kama Yanga wanataka waje e, si mechi ya kirafiki e, waje, lakini Simba, Mbeya City na mtibu aa, tunawataka kwa sababu tuna kisasi nao swalitubonda so, tukiwa tujakamilika e, ko waje sasa, watuonyesha kama wanaweza kutubonda tukiwa tumekamilika e. hmm. bana isambuzi kwa uh, hivi sasa tunaona kuna timu zingine tayari zishafukuza makocha zingine zipo kwenye hekaheka za kufukuza makocha hii uh, siri ni nini, ama kuna tatizo gani ambalo unaweza naweza ukasema mpaka ah, tumefikia huku anafukuzana makocha? Mbona bado mapema sana si, au nyewe mnajipangaje na nyinyi kocha to be fired si ndio? <laughs> <laughs> Sijasema sisi tume tume tumeajili tume makocha ili tuwafukuze yeah. Na hatujafukuza kocha yeah. No, kocha nomba nieleweke hilo, ila kwa timu za ligi kuu tayari zishafukuza zingine, zipo kwenye kaeka sasa hekaheka sasa, shida zingine zina meneja. Hiyo ni timu ya Useni Mchomvu Diego Coastal Union, hey. hawana kaba. <laughs> unafukuzaje kocha mechi moja hey! mechi moja amemfukuza na ndugu yangu Babule, hmm. na mimi nimwambia Hussein Diego, hmm. timu anayofanyia kazi ni timu ngumu sana ngumu, yeah. E, kwa sababu watu wa Tanga tunawajua, yeah. watani zetu wale wananongwa, yeah. kwa hiyo ajishikilie, ajishikilie nasema sijui mchele robo nazi ishirini, hey. itakuwa mchele kilo ishirini nazi nusu kikombe <laughs> nakupa tahadhari kwa hiyo e, swala kufuza kocha ni swala kawaida, lisiwe kama ni mjadala mkubwa. Unajua, unapoona mwalimu ameshindwa kukupa kile ambacho unakihitaji, e, una haki ya ku, ya kuachana naye ili umlete mtu mwingine ambaye atakupa kile ambacho unaona kina unakihitaji. Kwa hiyo kwetu sisi nadhani bado tujaingia kwenye huu mkumbo yeah. Tukiingia kwenye huo mkumbo mtaona. <laughs> Sawa, cha mwisho cha kuzungumza na mashabiki wapenzi, e, wadau, wakazi wa Manyara, lakini pia ambao wanaipenda Fountain Gate na wanaitakia mema e, bwana, chama lenu limekamilika, yeah. timu lenu liko sawasawa. Tumepoteza alama tisa kwenye mechi tatu zilizopita. Hizi alama tisa kuna watu wametushikia, watajichekesha tu hapa katikati. Tutachukua zetu alama zetu tatu, tutarudi kwenye nafasi zetu unyonge umeisha na hamtoshuhudia timu yetu ikiwa nyonge tena msimu huu, na msisikilize maneno ya watu wanaowaambia kwamba Fountain Gate watarudi tena kwenye playoff. Fountain Gate ya msimu huu sio Fountain Gate ya playoff, sio Fountain Gate ya kutajwa kuwa miongoni mwa timu ambazo zinakwenda kushuka daraja, hilo futeni, tusapotini, tutieni nguvu, tweni nasi kwenye hiki kipindi ambacho tunatengeneza timu, kweni na sisi kwenye hiki kipindi ambacho tunaanza kampeni ya kutafuta alama tatu kwenye kila mchezo.

Bana huyo ni Isa Mbuzi. Mimi sitii neno wala siongezi chumvi ya namna yote ile kwa sababu nikitia neno nikiongeza chumvi nitakuwa nimeharibu shughuli. Amezungumza mengi mazuri. Nitakufanya nikusubiri tuone hiki ambacho amekisema Isa Mbuzi. Je, yeah, kitakwenda kufanya kazi kwa asilimia ngapi mwisho wa msimu? Mimi nitamtafuta mshikaji wangu huyo hapa. Tutazungumza mengine tena. Bana Isa Mbuzi, ulizungumza hivi kwenye raundi ya michezo michezo mitatu ya mwanzoni, lakini pia ligi imemalizika umezungumza hivi. Je, yaliomo yaamo? Mimi ni mzee wa Mida, endelea kufuatilia D&A TV, subscribe alafu bonyeza alama yeah, kengele, We mtu wa kwanza wa kupata kila kitu ambacho tunakuwekea. Nyuma ya kamera director Giovani wakizingatia kila kitu kinakuwa sawa ya wigo.